La kulia lakulia hili zenishua. Umeona hicho kitu eh? Ngoma inakuwa ina drop 10 umeona ya concept. Leo hatuendi kutumia indiketa ngumu, hatuendi kuongea lugha ya kitaalamu sana. Leo tuna kichwa cha habari na somo muhimu sana kwa wale ambao ni wageni wa eh, sarafu mtandao, hata wale ambao ni eh, tunaita nini wageni wa kutredi sawa, ambao ni wageni wa kutredi na hawajui wa kutredi. Sasa leo tunatumia e, kwamba e, hatutumii sana indiketa ngumu sawa, na hatuwezi kuongea E, lugha ngumu sana. Kichwa chetu cha somo ni kwamba e, Bitcoin imechorwa kama binadamu. Leo tumeona tuje kiutani, lakini utani kuna kitu fulani ambacho unaenda kujifunza eh. Njia rahisi ya kuelekea kuelewa mwelekeo wa bei ya karibu sana e, siku ya leo tena, ndugu mtazamaji, tujumuike wote kwa pamoja e, leo tunasoma Bitcoin kwa kutumia mchoro wa binadamu kama unavyoona hapa, ndugu mtazamaji eh, kwa kutumia eh, eh, binadamu hapa, kuna kitu kimoja ambacho natakiwa kuelewe. Hii ni lugha ya picha ambayo kwa mtu ambaye anaona kama ni ngumu, lakini ataelewa kwa mazingira fulani kama unavyoona eh, sawa ya, yeah. Sasa mchoro huu unaonekana Eh, unaonekana eh, kama utani fulani hivi eh, lakini unaeleza saikolojia ya soko kwa undani kuliko eh, kozi nyingi za kulipia. Hiki ndio kitu ambacho natakiwa ukielewe ndugu mtazamaji. Eh, huu mchoro eh, unaonekana kama ni wautani sawa, lakini unaeleza saikolojia ya soko kwa undani kuliko eh, kozi zingine zote ambazo unaweza kulipia kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo twende pamoja, tutachambua mcholo na huenda unaenda kukusaidia e, zaidi. Tulia, sikiliza na ufurahie, sawa. Sasa tunaenda kukutana na, na bwana Bitcoin. huyu ni bwana Bitcoin e, tumseme kama ni bwana Bitcoin. Sasa huyu mwenzetu, angalia mchoro vizuri, kama unavyoona hapa ndugu mtazamaji, sawa e, huyu ni bwana Bitcoin ana kichwa kama unavyoona hapa sawa, ana iki kichwa hiki hiki hiki hapa e, hiki ni kichwa chake Sawa, meelewa ndugu mtazamaji, ana ana mabega haya hapa, haya haya ni mabega haya, simaona haya, na mabega, bega lingine hili hapa, sawa. Eh, ana mguu mmoja umesimama kwa upande wa huku, huku chini huku, mguu mmoja umesimama, lakini tumeona kwanza tusi, tusiweke moja kwa moja, huyu binadamu ana mguu mmoja umesimama sawa. <coughs> Alafu ana mguu mmoja una, una unateleza, hmm? Mguu mmoja unateleza. Sasa huku inakuwa kama eh, ni mguu uliosimama, lakini pande huku eh, kama mguu unateleza una, una. Huu sio mchoro wa bahati mbaya. Naomba uwe makini eh, kwamba huu mchoro sio wa bahati mbaya. Hii ni bei ya Bitcoin ikionyesha tabia za kibinadamu, ndo maana e, tuna mchoro wa binadamu hapa kama unavyoona, ndugu mtazamaji, sawa. E, soko linatuambia nimechoka kidogo jamani. Sasa twende, e, kwanza kuangalia vizuri huu mchoro sawa Kichwa maana yake ni kilele e, cha bei sawa. Kichwa maana yake ni kilele cha bei. Sasa tunaanza kuzungumzia zaidi kichwa hapa sawa. e, tuangalie kichwa kwamba kichwa kiko kileleni kabisa e, e, cha bei e, kichwa kinawakilisha nini nini hapa e, kichwa nini hapa, kichwa kinawakilisha ndugu mtaza, furaha ya watu iko juu hmm, hapa kwamba bei hata ikiwa kwenye monthly chart, kwenye weekly chart chart chart, daily chart for chart hii ndio sema, watu wengi wote wanakuwa na furaha kubwa sana. Sawa, hapo ndo utasikia influencers wengi eh, wanapiga kelele kwenye social media, labda kwa mfano kule Twitter, eh, Twitter, labda labda kuta mambo yanakuwa busy zaidi eh, kwamba laki moja iko karibu kwamba bei ya Bitcoin eh ikwenda tunaita laki moja iko karibu. Eh, ukija hapa YouTube eh, thumbnail eh, zile picha ambazo zinaonesha eh za za video mbalimbali mbali, zinakuwa za kijani eh. Hawa sasa retail traders wanaingia kwa pupa. Hapa ndo watu wengi sana wanaingia, hiki kichwa retail li ambao, sasa retail ni watu wa kawaida, trader wa kawaida, ambao wanaingia hapa kwa pupa e, wakiwa na furahia. Lakini ikiwa mazingira kama haya hapa, huwa hawagusi hata kidogo e, wanakuwa wanawaza zaidi na kuuza, sio kununua zaidi, wanakuwa wanawaza na kuuza eh. Umeona hiyo ndo upande wa nini? Upande wa ya, hapa ni upande wa head kama nilivyokuwa nasema sawa, e, ndo kitu kama hicho hapo. Lakini hapa ndipo utani ulipo mm, hapa sasa ninasema kwamba somo la leo tunaliongelea kama kiutani fulani hivi sawa, e, kwamba kichwa ni kizito, na kichwa kizito hakiwezi kukaa juu muda mrefu, lazima kianguke tu, boom kuja huku sawa, ndo concept ya, ya kichwa soko linapofika hapa Bitcoin inasema akili imechoka, nataka kupumzika hmm? ikifika hapa bei, ikifika hapa sawa so, e, hapa ndo kwenye head and shoulder concept. Ndugu mtazamaji, ndo tunaelezea hapa leo, tunaeleza kiutani lakini huu utani huenda unaweza kukusaidia sawa so, kwa kutumia umcholo e, tunaita lugha ya picha. Sasa tuangalie upande wa nini. E, wa mabega hapa ndo tunaita mkanganyiko upande wa mabega sasa. E, kwamba sasa, angalia kwa mfano hapa, ili bega e, bega hili na hili bega sawa, bei zinaanza kupanda kidogo mfano mfano ili, kwa, ili bega bega baada hapa kwa kwa, hii ni bega na ikaja huku kuelekea hii hapa, nini kuelekea hedi sawa, anaenda kwenye bega, tunategemea tena hapa hapa, baada ya kufika hapa, hii bei ianze kuenda kupanda kidogo hapa, kufikiria bega la la kulia hili zeni shwa. Umeona hicho kitu eh, ngoma inakuwa ina drop 10 umeona ya concept sawa. so, alafu eh, kombake kushuka kidogo eh zeni, eh kuingia, tunaita sideway ambao sasa ndio itakuja kuja huku sasa ku drop. Wengi wanaweza kusema eh, kushuka au eh, sideway hii ni sehemu ambayo E, wanunuzi wamechoka. Hii e, sehemu ambao watu wengi wanakuwa wanazidi kukata tamaa hapa, sawa, wauzaji ambao wa hawajiamini, manake kila mtu yuko kwenye sinto fahamu. Na hata sasa hivi, hebu angalia hata bei ya Bitcoin kwa sasa hivi muonekano wake. Watu wengi sasa wamekata tamaa, hawataki kusikia mambo ya Bitcoin sasa hivi, kulingana na bei inavyoenda kwa umda, sawa. Sasa hapa ndo utakuta sasa, kwa mfano hapa bei itakapofika labda imekuja hapa hapa, sawa, inaanza kudrop inaanza eh, sasa, eh, kuja huku sasa. Sasa hapa ndo yanakupea maneno ya kujifariji, bei itarudi juu, hapana itashuka eh, wengine, ngoja tuone. Kwa hapa tayari mkanganyiko umeingia kwa eh, wawekezaji wa sarafu mtandao. Sasa hii ndo tunaita ni sehemu ya eh, distribution, watu wakubwa wanauza kimya kimya wakati watu wadogo bado wana matumaini. Hii ni ndo hasara sasa ya uwekezaji katika hii sarafu mtandao, sawa ya sasa. Hapa eh, japo mguu haujaonekana kwa hapa, tukitumia mguu, kuna mguu ambao umesimama na mguu ambao unateleza. Sasa eh, sasa tazama mguu mmoja uliosimama chini mm -hmm umesimama chini vizuri, huu ni mguu eh, support level. Tunaita, tunaita kama support level. Eh, sawa. Eh, support level, lakini hapa kwa sababu mchoro utakiwa ingie hii hapa iende kidogo kwa chini, sawa, iende kidogo kwa chini kwa huku kunakuwa kama support eh, level, eh, kama supporting level mguu mmoja na huku umesimama, eh, sawa, eneo la demand eh, kote huko ndo kutakuwa demand eh huku chini, huku demandi, sawa. Sehemu ambayo bei iliruka zamani, kwa mfano hapa eh, bei ambayo iliruka zamani hapa, ilipanda kuanzia hapa zeni, hii ndo tunaita demand zone, sawa. Kwa muda mwingine, ndo tunaita support Laini. Sa, hapa ndipo watu husema Bitcoin haiwezi kushuka chini ya hapa. Hilo ni neno hatari eh, yeah. Ndo hivyo kwa tu a na tunafanya hicho kitu kwa sababu soko hupenda kuvunja imani za watu. Kwa hiyo unaweza kafika kwenye demand zone zangu, nikaenda boom, kaendelea kushuka zaidi sawa. Sasa kuna kama mguu, uh, kuna mguu tena hapa, kuna upande wa mguu ambao unateleza upande wa huku sawa, kwamba sehemu sasa sehemu ya kuchekesha eh, hii ni sehemu ya kuchekesha kidogo eh, kwamba mguu mmoja unateleza hii ina maana support imevunja, stop loss zinapigwa, liquidation zinaanza, alafu kuna hofu inaingia sokoni. Bitcoin inasema ops eh, nimeshindwa kusimama, na sheria mvuto, gravity inaanza kazi, bei inaanguka haraka kuliko ilivyopanda eh, kondo hivyo sawa. E, kwa kuendelea e, tunaweza tukasema kwamba kwa nini mchoro huu ni wa kijanja e, zaidi? Huyu mchoro ni wa kijanja zaidi. Kwa nini? E, mchoro huu unafundisha e, mambo makuu matatu. Trendi huchoka. Hakuna trendi inayokufa ghafla. Kwanza huchoka concept maana yake inapunguza wanunuaji kama labda iko inapanda au kama iko inashuka inapunguza wauzaji. Vilele huonekana vizuri. Kileleni kila kitu kinaonekana positive, ndio maana watu wengi unaswa hapo. E, kushuka kuwa kwa kazi, kuanguka ni haraka kuliko kupanda, kama binadamu anavyoanguka. Ni kweli, unakuta sarafu inapokuwa inapanda inaenda kupanda mdogo mdogo, lakini inapoanza kuanguka inaanguka kwa kasi ajabu kwenda chini. Hata we mwenyewe unapopanda mlima utakuta unapanda mlima mdogo mdogo, lakini utakapoanguka kwa mlimani, angalia utakavoseleleka kwenda mpaka chini kwa kasi ajabu. Ndio ndo ilivyo hata mwenendo wa nini wasokora, sarafu, wa soko la sarafu mtandao linavyokuwa linafanya kazi sawa. Sasa huu e, mchoro, kwa nini tume tumeuzungumzia tume na ni jinsi gani ya kuutumia Eh, kwenye kutredi. Sawa, hebu eh, sasa ukiona bei inasimama kama binadamu imara kama hivi, trendi bado ni salama. Ukiona bei ina kichwa kikubwa na sideway, eh, manake hapa ndo tunaita bega bega na kichwa. Hii ndo tunaita trendi itaenda chini. Eh, labda uone inverted, inverted head and shoulder hapo tayari bei itaenda kupanda, lakini hii hapa manake bei inaenda Sawa, hapa hatuizungumzii. Sasa hii ni sekunde, hii ni grafu ya kuonesha sekunde eh, ni chati ya sekunde ambayo inaonesha eh, ili uone picha nzuri ya mwelekeo wa soko. Ni kwa ajili tu ya kuelekeza ndugu mtazamaji, wala haitahusiana na mwenendo wa soko zima la sarafu mtandao, hasa hii Bitcoin. Kwa hiyo ni, ni hali tu ya kuelimishana hapa wala sio vinginevyo no. Na hakikisha unafanya utafiti wako binafsi, kwa sababu huu sio ushauri wa kibiashara kwa hiyo uwe makini. Kwa hapa ni jinsi tu ya kupeana e, taarifa okay? kwa hiyo <coughs> tahadhari nataki kuchukuliwa, sawa. Ukiona e, labda tunaweza kusema kama nilivyosema, mguu kuteleza usiwe ushujaa, linda mtaji wako, hakikisha unalinda mtaji wako. Soko huonyesha lugha ya mwili kabla halijasonga, yani kama tunavyokuwa sisi binadamu sawa. Kwa hiyo nadhani tuishie hapo ndugu mtazamaji, lakini kumbuka kwamba Bitcoin sio bahati na nasibu, Bitcoin sio uchawi sawa, ni tabia za binadamu kwenye e, graph. Inafurahi, inachoka, inapoteza mizani, na wakati mwingine inaanguka vibaya. Mara nyingine ukiangalia chati usione E, mishumaa tu e, mwone binadamu aliyefichwa nyuma ya bei, hicho ndo kitu ambacho unatakiwa ukifahamu ndugu mtazamaji. Asante. Leo tumesoma tume tu kama kiutani, lakini zingatia utani kwa hapa, tulikuwa nachambua head and shoulder, namna ya kufanya analysis hizi sawa. Ya nikutakia siku njema. Bye.